Assalamu as alaikum warahmatullahi wabarakatu, mtazamaji wetu wa Gumzo la Ghassani, karibu kwenye wasaa wetu huu mwingine wa kuzungumza masala yetu. Gumzo Maalum leo hii tunazungumza na bwana Hamad Yusuf ambaye ni msemaji wa kisekta katika baraza kivuli la chama cha ACT Wazalendo visiwani Zanzibar, na tunazungumza naye kuhusu uh, press release, au taarifa kwa vyombo vya habari ambayo punde hivi tarehe kumi na tisa leo mwezi wa tatu 2025 wameitoa wao chama cha ACT Wazalendo visiwani Zanzibar kuhusu mauaji ya mtu mmoja kisiwani Pemba. Tunakumbuka kwamba hili si tukio la kwanza. Tumefanya mazungumzo kama haya huko nyuma, karibu miezi iliyopita ya mauaji katika kijiji cha Kiongoni kaskazini Pemba. Mara hii mauaji ni katika wilaya uh, um, ya Mkoani mkoa wa kusini Pemba. Karibu sana kabisa, bwana Hamad uh, Yusuf, karibu kwenye gumzo hili. Asante sana, nashukuru kwa mwaliko huu. Asante. Kawaida linapotokezea swala kama hili ambalo tunalizingatia kama linakiuka haki za binadamu, sisi hapa kwenye gumzo la Ghassani tunakuwa na utaratibu wa kutafuta undani wa swala lenyewe na kujua kipi ambacho kinazungumzwa katika swala hili, kwa sababu hii ni utoa wa mwanzo kabisa kutoa utoa kauli kuhusu jambo hili. Hebu kidogo mpitishe mtazamaji wetu kipi hasa ambacho mnakisema? Nani huyu ambaye tunamtaja hivi leo kwamba ni miongoni mwa wahanga wa karibuni kabisa wa matukio haya mauaji visiwani Zanzibar? Ah, asante sana. Kimsingi ni kwamba siku ya tarehe nane mwezi wa tatu elfu mbili na ishirini na tano majira ya saa saba mchana katika mkoa wa Mkoani wilaya ya Mkoani katika kijiji cha shehia ya Uweleni kulitokea mauaji yaliyofanywa na vikosi vya SMZ, hasa uh, mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya kwa kushirikiana na vyombo vingine vya ulinzi na usalama, kwa mauaji ya ndugu Juma Ame Ngwali mwenye umri wa miaka 58 mkazi wa kijiji cha ndo shehia ya Uweleni, na mauaji haya yalitokea katika kijiji cha Manyaga shehia ya Mbugwani, wilaya hiyo hiyo ya Mkoani, baada ya kushambuliwa na kufanyiwa ukatili mkubwa na vikosi hicho ambacho nime nimekitaja. Kwa hiyo sisi, kama chama cha siasa na kama wasemaji wa baraza kivuli la chama cha ACT Wazalendo, tunao wajibu wa kulinda haki za binadamu, kupigia kelele na kulaani matukio haya. Kwa hiyo jambo hili baya na zito kabisa, na limefanywa mchana kweupe kabisa, na hatujaona uh, vyombo vya ulinzi na usalama vikikemea serikali hata serikali, pamoja na na wito ambao tunautoa kwa, kwa Rais Mwinyi kila uchao mauaji haya yanaendelea, serikali yake iweze kukomesha, lakini bado hatujaona juhudi zozote ambazo zinafanywa katika upande wao. Ni vizuri umetaja kwamba mauaji haya yanaendelea, kwa sababu tutakumbuka na utatukumbusha hapo kwamba si tukio la mwanzo la pili aina hii A, katika muktadha huu wa mamlaka inayohusika na kuzuia na kudhibiti madawa ya kulevya Zanzibar, karibuni miezi minne mitano iliyopita nyuma, tulipata mkasa wa kijiji cha Kiungoni mkoa wa Kaskazini Pemba jimbo la Pandani. Je, pana muunganiko wowote baina ya mauaji yale ya watu wawili Kiungoni, karibuni miezi mitano iliyopita usita, na mauaji haya sasa ya mkoani kusini kwa kisa cha Pemba? Kimsingi hatuoni kuna muunganiko wa matukio haya mawili lakini, uh, duru zetu za uchunguzi zinaonyesha kwamba wauaji wanakuwa ni, ni vikosi hivyo hivyo ambavyo vina vinatuhumiwa vilivyofanya mauaji ya kule Kiungoni na hivi ambavyo vimefanya mauaji ya marehemu huyu Juma Ame Ngwali katika kijiji cha Manyaga ni kwamba wanaotuhumiwa ni hao hao, pamoja na kwamba mauaji ni ya watu tofauti. Kwa hiyo na mauaji yote ambayo haya tunayojadili ya Kiungoni na haya, unaweza ukasema hayana muktadha wowote wa mambo ya ya kisiasa, lakini hatujui nyuma yake kuna kuna kitu gani, lakini kimsingi ni kwamba sisi eh, kama taasisi ambayo inasimamia na kupigania haki za binadamu tunao wajibu wa kukemea na kutoa wito kwa vyombo vinavyoshughulika na kusimamia haki za binadamu, kama tuna Tume ya Haki za Binadamu na Utawala Bora nchini Tanzania, lakini tuna nchi mbalimbali ambazo ni wahisani wa hali zetu hizi, tuna mabalozi na tuna mashirika ya kimataifa ya haki za binadamu. Kwa hiyo hatupaswi kukaa kimya, sote tunao wajibu wa kulisemea jambo hili. Ndio maana sisi tuko front kwa ajili ya kulani tuki matukio haya, kwa sababu haki ya kuishi haiombwi. Haki ya kuishi inatolewa na Mwenyezi Mungu tu, na labda pengine ikitokea, labda pengine kwa mujibu wa sheria, basi, kwa sababu bado tunazo sheria ambazo ni kandamizi, ambazo zinaruhusu kutoa uhai wa watu. Lakini mauaji haya yanayotolewa kiholela namna hii, alafu bila wa watu kuulizwa na bila ya watu kukemewa na kufanya uchunguzi wa mauaji haya na wanaohusika wakafikishwa mahakamani, si mambo ambayo ni sahihi katika nchi za kiungwana kama nchi zetu hizi ambazo tunajinasibu ni nchi za kidemokrasia, nchi za utawala bora zinazosimamia haki. Lakini tunaona leo wananchi wanauliwa kama kuku, bila ya kuzingatia utu, heshima na haki yao ya kuishi ambayo Mwenyezi Mungu amewapa, ame Naam uh, tuje manake, uh, kitu ambacho nimekiona ni kwamba mamlaka ambayo ilihusika katika ilitajwa katika tukio la Kiongoni ni mamlaka ya kuzuia na kudhibiti madawa ya kulevya. Mamlaka ambayo umeitaja hivi sasa pia hapa kwa tukio la Mkoani ni mamlaka hiyo hiyo ya kuzuia na kudhibiti madawa ya kulevya, ingawa katikati yake pana vyombo vya SMZ ambayo vinahusika na kwa mjibu maelezo yenu, na mauaji hayo. Nataka kujua kwamba tangu tukio la Kiongoni mpaka tukio hili la la Mkoani, kuna hatua yote ambayo ilichukuliwa kwa yale mauaji ya Kiongoni. Umetaja hapa taasisi za kimataifa pia uh, nini uh, tume ya haki za binadamu ya Tanzania na vyombo vingine ambavyo vinahusika na haki na usalama wa watu wa raia. Je, kuna chochote ambacho kimefanyika ndani ya kipindi hiki cha miezi pengine sita ambayo imepita ambacho kimeonyesha kwamba kulikuwa na kuwajibishwa kuwajibishwa au kuchukuliwa hatua kwa mauaji ya kiholela kama haya? Uh, kwa taarifa za mauaji ambazo tumekuwa tukizitoa ni kwamba, mm -hmm, unakumbuka kabla ya mauaji ya kiongoni yalitokea pia mauaji ya vijana wawili waliopigwa risasi mchana kweupe katika kijiji cha Kidoti Kidoti, tukapiga kelele uh, pale taarifa tulizonazo ni kwamba tume ya uchunguzi ili, ili, ili, iliundwa na ikaenda ikachunguza, na tulisikia tume ya haki za binadamu kupitia makamu mwenye e, bwana Mwinchande alitoa pia taarifa ya ya kusikitisha juu ya mauaji yale, na wao wakasema wana wanafanyia uchunguzi na watatoa taarifa, lakini baada ya hapo hatujaona hatua za dhati kabisa na madhubuti zikichukuliwa, si yale ya kidoti wala si ya kiungoni wala si haya ambayo leo tumeyakemea na tumeyalaani ya ndugu yetu huyu marehemu Juma Ame Ngwali ambaye ameuawa ame, mchana kweupe katika nchi adhimu sana hii ya Zanzibar ambayo tunajinasibu katika utawala bora na tunajinasibu katika kuhubiria watu amani katika misikiti. Lakini leo tunaona kabisa kwamba watu wanapigwa risasi kama kuku na hakuna hatua ambazo madhubuti zimechukuliwa. Kwa hiyo hakuna hatua zozote ambazo tunasema zamana ambazo zimechukuliwa. Kwa hiyo kipindi hiki na taarifa yetu tuliyoitoa, tunataka hatua sasa ziweze kuchukuliwa ili tuendane na kauli za viongozi wetu ambao wanahubiri misikitini kuwahubiria watu amani, lakini wakishindwa kutoa majawabu au kutoa suluhisho la mauaji ya wananchi wasio ya na hatia ya ambayo yameendelea kutokea na yameendelea kuripotiwa, unadhani kwamba hali hii ya kuto kuwajibishwa impunity, hali hii ya kuto kuwa na majibu kwa matukio kama hayo ya mauaji ya utoaji wa roho za watu ambao mpaka sasa tuna tunaambiwa kwamba hawana hata hawakuwa na hatia uh, ndio ambayo inafanya kwamba matukio kwa matukio kwa matukio yaendelee kuendelea, au ni kwa sababu kwamba hakuna tu udhibiti wa pengine wenye silaha ambao, au watu ambao wamepewa hawakupewa mafunzo ya kulinda usalama, pia wamekabidhiwa silaha bila ya kupewa mafunzo ya kulinda usalama. Ambacho nakiona ni kwamba kunakosekana labda pengine udhibiti, ama kunakosekana weledi ama kunakosekana nidhamu, kwa sababu hata ajira zenyewe za vikosi vya SMZ tunazijua zinaratibiwa kwenye matawi ya CCM na maskani. Kwa hiyo hakuna ule uweledi wa kuwaandaa hawa vijana ambao wana tunawapa majukumu ya ya silaha na na kulinda raia na na na mali zao, lakini jengine ambalo tunaweza kaliona labda pengine ni hofu, ni hofu ya watawala ambao wakiweza ku kusimamia weledi wa vikosi hivi visiwezi kutekeleza mauaji haya, ni kwamba wanakuwa na hofu pia, na mwaka wenyewe huu pengine wa uchaguzi, inawezekana uh, wanajua kwamba hawachaguliwi kwa kwa kwa kura za wananchi, labda pengine wanaona uh, wakiwasimamia vikosi vya, vya SMZ hivi na wakiwachukulia hatua wanaweza pia uh, ikafika wakati wanataka kuvitumia visiweze kutumika sawa sawa. Kwa hiyo muktadha ambao mimi nauona ni kwamba watawala wetu hawa wana wanahofu kuchukua hatua juu ya mambo kadhaa haya yanayotokea ndani ya vikosi ambavyo wakati mwingine wanawatuma kufanya kufanya uharamia. Kwa hiyo inawezekana kabisa ni kwamba uh, wana wana hofu mbali mbali ambazo zinawasababisha kwamba wasiweze kutoa kauli wasiweze wauaji kuchukuliwa hatua wasiwezi... kama nimekula vizuri, Bwana Hamad Yusuf, ni kama kwamba unataka kusema kwamba katika mazingira ambayo mlionayo nayo ni bunduki imesiasishwa, bunduki imeingizwa katika siasa. Vijana ambao wamekabidhiwa bunduki ni vijana ambao wamekabidhiwa bunduki kwa sababu ya malengo yao ya kisiasa na si kwa sababu ya uwezo wao wa kufanya kazi ya ku... Pa, alinda usalama na vitu kama hivyo, au sijakuelewa vizuri? Ni sawa, ni, ni sawa sawa, umenielewa kwamba ni hivyo nilivyokusudia, kwamba hakuna vetting ya, ya hawa vijana, ni kwamba zaidi ya itikadi yao na mrengo wao wa kisiasa, na wakifika huko kwenye makambi, kwa taarifa tulizonazo, ni kwamba wanajazwa chuki dhidi ya wapinzani na ili waweze kufanya haya ambayo yanafanywa na tunadhani kwamba yanalindwa na, na viongozi viongozi ambao wanapaswa kusimamia haki na sheria katika nchi yetu. Na kwenye nchi yetu hii si bunduki tu ambayo ina, ina, ina imeingizwa kwenye siasa, hata kitambulisho ambacho Mzanzibari leo anapaswa kuwa nacho kwa mujibu wa sheria, na ukikosekana kuwa nacho kwa mujibu wa sheria ya vitambulisho, ni kwamba ni kosa la jinai. Huwezi kusafiri leo bila ya kitambulisho. Kitambulisho ni maisha, lakini leo mtu ananyimwa kitambulisho kwa sababu ya ya ya mrengo wake wa wa kisiasa, au labda pengine anavyohisiwa kwamba haungi mkono mrengo wa chama tawala. Kwa hiyo suala la, la la la bunduki ni hasa liko kwenye kwenye siasa na vikosi hivi vinatumika na vinafanya uharamia na naamini kabisa yanakuwa ni ni matakwa ya, ya ya watawala. Wakati mwingine na wakati mwingine ikitokea kama hivi aa, kwa sababu huyu mzee ambaye amefariki ni mzee, ni maskini, ni mtu wa kawaida, alikuwa katika shughuli zake za kijamii kule kijijini. Kwa hiyo huoni ni kwa nini waliokwenda kufanya mauaji haya na hata kiangalia pengine baada ya mauaji haya kuna faida yoyote ambayo wao wame, wameipata, huoni jambo hilo. Lakini ni kwamba ni, ni utashi tu wa, wa jinsi ambavyo wamevuka mipaka ya utu ya ubinadamu na ni kama vile ni makundi ya, ya, ya, ya kihalifu ambayo yamo ndani ya, ya serikali na yanalindwa kwa ajili ya baya na jinai hizi ambazo wanazifanya kwa mauaji ya watu. Na kidogo turudi nyuma, tuende mbele. Umesema kuhusu mzee huyu wa, alo, Juma Amengwali aliowaa uh, huko katika, katika wilaya mkoa ni Kusini Pemba, ameuliwa katika mazingira akiwa katika shughuli zake za kawaida. Hebu kidogo tupe taswira ya mauaji, ma, kifo kilivyomkuta. Alipigwa risasi? Alipigwa fimbo? Alipigwa vipi mauti alimkuta? Na alikuwa katika mazingira gani ma mashuhuda ambao tuliwasiliana nao no. Baada ya tukio ni kwamba walimkuta marehemu walimkuta marehemu Juma Ame Ngwali amepigwa, na alikuwa na majeraha sehemu za kichwani na sehemu za, za mgongoni na pia alikuwa na matundu ya risasi. Kwa hiyo taarifa zile baada ya mashuhuda walipo walipo walipofika katika eneo la tukio, walifanya juhudi za kumpeleka katika hospitali ya Abdalla Mzee Mkwani, lakini alifika akiwa tayari ameshafariki, na ndipo wakawasiliana na sheha wa Mbugwani na pia mashuhuda waliwasiliana na sheha ambaye marehemu alikuwa anaishi shehia ya ya Uweleni na Mm-hmm. Baada ya hapo ndio wakaja askari polisi wakaenda naye hospitali lakini akawa tayari ameshafariki. Kwa hiyo alikuwa kwenye shughuli zake za, za, za kawaida haoneshi kwamba alikuwa mkaidi kwa tuhuma zozote ambazo labda pengine walimkuta nazo. Kwa, kwa yeye alivyo mzee wa miaka hamsini na nane alikuwa katika shughuli za za ku uparanjiti kwa ajili ya kutengeneza mafagio. Kwa hiyo kama walimkuta na tatizo lolote la kijinai haionyeshi kikosi na silaha, kama alitii, alishindwa kutii maagizo yao, wengeweza tu kumkamata na kumpeleka katika vyombo vya sheria, na kama alikuwa na makosa yoyote ambayo walikuwa wanamtuhumu, basi wengeweza kumpeleka polisi na akafunguliwa mashtaka, lakini kilichotokea ni kwamba waliweza kuchukua sheria mikononi, wakamchoma na vitu vyenye ncha kali, wakamsababishia majeraha makubwa na, na pia na risasi za moto ziliweza kutumika. N ni je, leo ni tarehe kumi na tisa Bwana Hamadi, na tukio ambavyo litajtukia tangu tarehe nane mwezi wa tatu, maana yake ni siku kumi na moja takriban zilizopita nyuma, ni wiki moja na nusu imeshapita sasa. Je, kuna taarifa yoyote ya jeshi la polisi kuhusu jambo hili? Wametoa taarifa yote ile? Je, uchunguzi postmortem ya maiti ilifanyika, ulifanyika kabla ya kuzikwa au bado maiti haijazikwa? Kimsingi ni kwamba kama tulivyoona matukio ya namna hii yaliyotokea Kidoti na pia yaliyotokea kule Kiungoni, ni kwamba Kiungoni ni kwamba maiti zilipelekwa usiku zilipelekwa usiku na baada ya wale waliokwenda kufuata maiti kule hospitalini kutishwa na kuambiwa hawatakiwi kabisa kutoa taarifa zozote zinazohusiana na maiti ya ndugu yao, na jukumu la kupeleka maiti lilifanywa na vikosi hivyo hivyo ambavyo vilifanywa mauaji, na wakapeleka maiti saa tatu za usiku, ni kwamba na wakalazimisha kwamba usiku huo huo watu waweze kwenda makaburini na wakazi kwa usiku. Kwa hiyo ni kama vile ambavyo matukio haya yametokea ya Kiungoni na huyu mzee hivyo hivyo. Pamoja na kwamba alifikishwa hospitali ya Abdalla Mzee, taarifa za mashuhuda ambao walikuwepo hospitalini wakifuatilia mwili wa ndugu yao ni kwamba walituambia uchunguzi walioufanya ni kwamba maiti alipigwa ultrasound peke yake bila ya kufanywa uchunguzi kwa masuala mengine, lakini pia hata hiyo ripoti yenyewe ya kidaktari haijatolewa kwa ndugu na jamaa zao, ili kujua hasa ah, marehemu alikutwa ali na, na, na kadhia gani zaidi ya wao waliona wa, wa majeraha ya kichwani jeraha ya mgongoni, katika sehemu za mwili kwenye mikono na, na, na, na miguu yake. Kwa hiyo ni kwamba wale ambao wanafanya haya mauaji, ni kwamba pia wanafanya juhudi za kuhakikisha kwamba uchunguzi haufanywi na taarifa hazitolewi zinazohusu ukweli wa jambo ambalo limefanywa kwa, kwa hawa marehemu. Kwa hiyo matukio haya ni kama vile yanajirudia kuhusu ambapo yanafanyika ya na, ya kwa sababu uchunguzi kama hivyo nilivyosema, hautolewi hau, hau na, na ni kwamba ushahidi una, unafukiwa ili taarifa za kweli kuhusu mauaji na kilichotokea isiweze kujulikana. Naam, ushahidi unafukiwa, lakini bila shaka ushahidi hawezi kupotea. Uhalifu haufi, miaka ya hata miaka ishirini ijayo mbele, themanini ijayo mbele inaweza ushahidi kupatikana. Swali so, la mwisho kwako Bwana Hamadi Yusuf, kipi sasa ambacho nyinyi kama chama cha siasa ambao bila shaka ni sehemu ya serikali; nyinyi ni shirika la serikali mnataka kifanyike baada ya yote haya. ya yote unaposema umetokezea Unguja na kidogo tena umetokezea Mkoani na wanahusika ni vyombo vinavyoitwa vyombo vya usalama, vyombo vya SMZ. Nini ambacho mnataka kifanyike sasa? Moja, kwa mujibu wa taarifa yetu tuliyoitoa leo, tunamtaka rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi aunde tume huru ya uchunguzi haraka ili wahusika wote wa tukio hili na mengine kama haya wafikishwe mbele ya sheria. Lakini la pili, tunaitaka serikali itoe tamko rasmi kuelezea mazingira ya tukio hili na hatua inazochukua kulinda maisha dhidi ya matumizi mabaya na nguvu kutoka kwa vyombo vya, vya dola, kama ambavyo uh, mauaji haya yamekuwa yakijirudiarudia kwa sababu wananchi wanauawa, lakini watuhumiwa ni wale wale. Kwa hiyo, la tatu, tunataka taasisi za haki za binadamu ndani na nje ya nchi zichukue hatua ya kufuatilia kwa karibu, ili haki itendeke na familia ya marehemu ipate stahiki zake kuhusu kuuawa kwa ndugu yao. Lakini mwisho, wananchi wasimamie haki na kuhakikisha kwa matukio haya hayaachwi bila ya uwajibikaji waliohusika. Kwa hiyo tunasisitiza kuwa hakuna taifa linaloweza kuendelea ikiwa wananchi wake wanauliwa kwa ukatili mkubwa bila ya hatua zozote kuchukuliwa. Tunamtaka rais wa Zanzibar, na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi pamoja na waziri wa mambo ya ndani kutoa maelezo juu ya tukio hili na mengine mfanano wa tukio hili na hatua zinazochukuliwa ili haki iweze kupatikana kwa wahanga wa mauaji haya. Kwa hiyo hayo ndio mambo ambayo tunapaswa dunia ituelewe na ijue, na wale ambao wana wajibu wa kuyasimamia, tuweze kuunganisha nguvu pamoja kuhakikisha kwamba tunapiga kelele, tunakemea na mwisho haki za watu hawa kupoteza maisha na uwajibikaji uweze kufanywa kwa watu ambao wanahusika na mauaji haya. Naam, asante sana. Naam, huo nane, ni ni na mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, maana kama huyu mtu ameuawa tarehe nane maanake ilikuwa ni mwezi nane Ramadhani. Pengine kama ambavyo tunasema kwamba Ramadhani itakuwa ni ufunguo wa khairi na ufunguo wa haki na uadilifu, basi wasikie wanaopaswa na kusikia na haki itendeke. Bwana Hamad Yusuf nakushukuru sana kabisa, na ila khairi na bila shaka na utakia mfungo mwema. Asante, naona ime katika upande wako imeganda, lakini mpenzi mtazamaji wetu wa Gumzo la Ghassani nashukuru kuungana nasi, bila shaka weka maoni yako weka, uh, mawazo yako, na bila shaka tuonane hapa katika mazungumzo magumzo, bila shaka yanayokuja hapo baadaye. Asante na kwaheri.